Ta so, kujua mikopo na kujua ajira kwa sababu, ajira kuna mawili, ajira kuna mawili, ajira kuna ajira zisizo rasmi na zilizo rasmi na zisizo rasmi sawa. Hii ni segment ya kwanza, unanielewa. Na ukisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2020 ya 2020 2025 Mm, serikali mm. mm. uh, ilikuwa Chama cha Mapinduzi kiliahidi okay. Mm. kutoa takriban ajira milioni nane zilizo rasmi mm. na zisizo rasmi mm. nanielewa mm. yeah. mm. Kwa hiyo tukisema zisizo rasmi ni kama zipi? Mm. Projects ambazo -hmm. zinafanyika mashinelewa mm. kuna vijana ambao wanachukuliwa kwa ajili ya kuongeza labor force mm. umeshaona wanafanya labor power wanapata wages mm. wanalipwa kwa hiyo nikizungumzia niki, niki, niki, niki kwa ujumla mm -hmm. sawa mm -hmm. na utekelezaji wa ilani ulifanyika vizuri mm -hmm. Kwa hiyo naweza kusema kwa nchi nzima, siwezi kuzungumzia kwa Mwanza peke yake. umeshaona mm -hmm. sisi tumeliahidi 80 million employment opportunities zilizo rasmi mm -hmm. na zisizo rasmi kwenye manifesto yetu ya 2020 2025 mm -hmm. na Hmm. Naelewa. Mimi mwenyewe ni ni, ni kipindi fulani kuna fursa fulani tokea ndani ya chama. Unaona, lakini nilipoenda katika zile sisi nani uh, ofisi za, za system hmm, wakaniambia kwamba lazima kwanza uwe na kadi hmm, lakini pia ulipe ile eh, ada ya mwanachama ya mwaka mzima. Wewe we, we. Ada ya hapo ndio kuna <laughs> zile fursa ambazo zinapatikana ndani ya nini? Chama kwamba nataka kuwa afisa habari wa mm. chama mm. Unataka kuwa lazima uwe na kadi mm. Unaona sasa mm. Swali langu liko hapa kwamba eh, e, kwa nini fursa nyingi za kiuchumi mm. unaona zinaonekana kufikana na vijana ambao wana kadi tu eh, eh au mtandao wa chama, huko ndani ya mtandao wa chama mm. Kwa hivyo mm. tukiangalia kama wenyeo kwenye uchaguzi, mtakapoona mm. baiskeli zilitolewa, nafikiri zile baiskeli zilitolewa kwa mtu ambaye sio mwanachama kweli, lazima alikuwa ni mwanachama au ni mtu fulani ambaye uh, tunasema kwamba yu mm. eh, tu, tu, <laughs> <laughs> <laughs> ni yuko ndani ya mtandao wa chama tu. Kujibia hapo mwenyekiti. Ni ninatamani kidogo, swala lako ungeliweka vizuri, eh, utanisamee dadangu Lea. Ndugu mtangazaji mm -hmm. ni nitamani kidogo mm -hmm. swali lako ungeleweka vizuri, kwa sababu kwa kitu umekizungumza hapo, umezungumza vitu viwili tofauti mm -hmm. kwa wakati mmoja mm -hmm. na mimi kama respondent wa haya maswali mm -hmm. lazima ni digest sasa nazungumza. yeah. kitu gani? yeah. Moja, umezungumza kuhusu kuna fursa ulienda ndani ya chama. yeah. Ilikuwa ni fursa ya ndani ya chama mm. Kaambia mpaka uwe na kadi ndio, lakini mm. E, ukatengeneza ishu nyingine tena kwa kwa nini fursa nyingi za kiuchumi mm. zinakuta tu watu ambao wako ndani ya chama. Nafikiri hicho kitu tumeshakizungumza, swali ushaliuliza mara kwanza, tumeshaelezea, umeshaona kwa sababu ulisema kama anafanya utafiti sasa, eh, sasa, sasa sasa okay ukisema, ukisema kwamba ilikuwa ni fursa ya ndani ya chama mm. umeona Nafikiri nafikiri kila sehemu kuna utaratibu wake, mm. unanielewa? mm. Na kama ilikuwa ni jambo la utumishi ndani ya chama kuna utaratibu wake, na bahati mbaya sana mimi siko sehemu ambayo watu ambao wanasimamia nini utumishi ndani ya chama. Katika chama chetu kuna nafasi mbili, kuna nafasi, kuna, kuna, kuna mm -hmm. nafasi kuna watendaji na nafasi za wanasiasa. Kwa mimi kwa nafasi yangu mimi nafasi yangu mimi ni mm. ni, yeah. mm. ya, ni ya uwakilishi, si ya utendaji, kwa hiyo siwezi kuzungumzia sana michakato mm. yao ya ndani huko ya ku ajili watu hilo, yeah. Nomba mm. nisiliongelee. okay. yes. Pengine kwa upande wako ukiwa kama mwenyekiti wa UVCCM kwa upande wa mkoa wa, wa Mwanza, wa unaona kuna tofauti gani hapo kati ya UVCCM zile zilizopita za kipindi cha nyuma na sasa hivi? So, hilo uh, swali kidogo ni, ni, ni, niseme ni swali ni ni gumu kwa mm. gumu <laughs> ni gumu kwa sababu Uh, moja ya ya miongoni mwa kanuni ambazo zina govern UVCCM, sawa? Ni issue ambayo inaitwa ni age limit. Mm-hmm. Unanielewa? Kwa hiyo niambiwe UVCCM ya nyuma, sawa? Okay, kwa kwa umri wangu mimi ambaye nimezaliwa UVCCM ilianza mwaka 78. Obviously miaka mitano ya kwanza ya UVCCM, sawa? Ya kiongozi wa kwanza UVCCM ile miaka mitano ya kwanza sikuwepo. Mhm. Kwa hiyo inawezekana kwa mimi umri ambao nimezaliwa ila history ipo. Naomba nizungumze sasa. Kwa hiyo kwa age kwa yangu mimi mm, sawa mm, ukizungumzia 1978 mpaka mm, mwaka ambao mimi nimezaliwa mm, inawezekana zaidi ya 20 years back huko mm, nyuma. Umri ambao mimi nimezaliwa mpaka nimeanza kujitambua miaka 18 chukua jumlisha na 18 years za huko nyuma mm. Miaka 33, kwa hiyo zikana miaka 33, mm. nizika, 33 ya VCCM, mm. VCCM, mm. ya tatu ya VCCM au 40 arobaini ya VCCM. Sikuwahi ku experience hiyo leadership yao ilikuwaje mm. kwa siwezi ku judge mm. wali, walikuwaje wanafanyaje kwa sababu by that time wakati inaanza mpaka mm. mimi nazaliwa mm. mpaka na kuwa kuweza kujitambua mm. sawa mm. sikuwa part mm. ya hiyo sehemu

Wewe ukiwa na miaka 20, kwa mfano, mm -hmm. kwa nafikiri tuta tuta ni 5 kwa na miaka ishirini kwa mfano, nafikiri miaka ishirini tayari uko unaweza kujitambua. mm -hmm. mm -hmm. Unaiona? kuna kitu kinaitwa IoT. Mm. Sa, Internet of Things. Yeah. IoT siku hizi ime, ime, ime grow widely sana yeah, kuliko zamani mm, matumizi ya teknolojia kuna, kuna, mm, kuna, mm, kuna vitu vingi sana wana, mm, mm, tuna kazi kubwa sisi kuhakikisha tuko ili kuna nini na wakati sasa, lakini huko nyuma alipafomu vipi? Mm, siwezi kusema kwa sababu sikuwa part of them by that time, mm. Na hata kama nikisimuliwa nitasimuliwa tu mazuri, mm. Lakini leo kuna changamoto changamoto nyingi waishakutana nazo mm siwezi kuzifahamu. Kwa muda wako sasa ambao wewe umekuwa kwenye madaraka, kwa hiyo muda umeweka sema chatu vingapi? mm. na kitu gani ambacho unasema kwamba najivunia nimekifanya kwa vijana wa CCM Mwanza mm. E, hata unasema kwamba iko asilimia kadhaa nimefanya, ah, kwa vijana wa CCM Mwanza, yeah, wow, thank you. mm. Mm. sisi tunaamini binafsi sisi tunaamini kwamba siasa na uchumi. Sawa. Siasa na uchumi. Sawa sawa. Eh, tunaamini siasa na uchumi. Mm. Ukizungumzia CCM Mwanza ukienda hapa mitaa ya hapa mitaa ya Furaisha, aa, mm. Villa Park mm, upande wa pili kuna, kuna, kuna niseme ni ili chain hiyo mm, mpaka kule mwisho mm, zile ni properties za umoja wa vijana, okay. Kwa one of the thing ambacho naweza nikisema labda nimefanikiwa kwa kiasi fulani mm, ni kuongeza value, sawa, thamani yani ya assets za umoja wa vijana. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.